na uhamiaji la waibua wanasheria hiyo ndio inaendelea ukurasa wa pili na Dr. Moremi aga akiacha alama maabara ya taifa. Dr. Moremi aga akiacha alama maabara ya taifa. Hiyo ndio inaendelea ukurasa wa tatu. Habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni mashehe watoa salamu za Idi. E, mashehe watoa salamu za Idi, uchaguzi uwe huru na haki. E, uchaguzi uwe huru na haki. Hizo ni salamu za Idi, ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi lakini kuna no reform no election ya Afrika mitandaoni, makala azidi kufuta nyayo za upinzani mikoani. Hiyo ni habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti lako la Mwananchi. Madhara ya wanandoa kufichana wosia. Hiyo ni habari ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti lako la Mwananchi lakini habari kubwa ni uchaguzi uwe huru na haki. Habari inaendelea ukurasa wa nne mpaka ukurasa wa tano wa gazeti la Mwananchi. Na tukiangazia gazeti lako la habari leo, guji la habari Tanzania kwa Jumapili ya leo linaanza na habari inasema, mpango kumwakilisha Samia mkutano wa bahari bahari, mpango kumwakilisha Samia mkutano wa bahari. Habari ukurasa wa nne, ukurasa na rasii aongoza operesheni shamba la bangi msituri Eh, huyu ni mkuu wa mkoa aongoza operesheni shamba la bangi msituni. na TFS yazindua utalii waya Arusha. E, TFS yazindua utalii wa waya Arusha, lakini CCM yataka vituo vitatu kuhifadhi asali. CCM yataka vituo vitatu eh, kuhifadhi asali, na bado kuna bani inaosema wakulima walipwa bilioni 42 mazao ya kimkakati wakulima wa walipwa bilioni 42, mazao ya kimkakati inaendelea ukurasa wa saba wa gazeti lako la habari leo. Na bado kuna habari inasema wawekezaji wawekezaji 12 wajitokeza Zanzibar maeneo ya wa wa ya kiuchumi. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo gwiji la habari inasema Samia ahimiza upendo na ukweli e, aikumbusha jamii kujadili wenye shida Dr. Mwinyi ahimiza kuiombea nchi majaliwa ataka kampeni zizingatie amani. Bakwata yasema siasa si uadui. Yuni habari ndende ukurasa wa pili na ndo habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini Zanzibar leo gazeti lako ni na nini? Linaanza na habari inosema mfuko wa hija mbioni kukabilika. mfuko wa hija mbioni kukabilika. Hayo ni maneno ya Dr. Mwinyi e, Zanzibar. Lakini ahimiza Waislamu kuiombea nchi amani ahimiza Waislamu kuiombea nchi amani. Hiyo ni habari ya ukurasa wa ukura pili. Lakini wenye uwezo saidieni, saidieni watoto yatima, na Dr. Biteko ataka maonyesho karibu Kilifa yafunike kutangaza utalii. Lakini watu sita wanusurika kifo baharini, watu sita wanusurika kifo baharini. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Zanzibar leo lakini kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye na habari kubwa inayosema CPA makala afunguka kinachomaliza Chadema, CPA makala afunguka kinachomaliza Chadema. Balozi Nchimbi aongoza mazishi ya mzee Mongela, lakini viongozi wa dini wapewa salam katika sikukuu ya Al-Adha, viongozi wa dini wapewa salam Daftari la wapiga kura la muibua spika Tulia. Daftari la wapiga kura la muibua spika Tulia. Ujumbe wa Dr Mwinyi kwa wananchi Zanzibar, lakini Magangila aipa tano ilani ya Sisim ya mwaka 2025 2029. Magangila aipa tano ilani ya Sisim ya mwaka 2025 2030. Fahamu faida za alovera mwilini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Anuru lenye linaandika Waarabu, utu wenu upo wapi? Hilo e, ni gazeti lako la Anuru linaandika Waarabu, utu wenu upo wapi? udugu wenu wa Kiarabu upo wapi? udugu wenu wa Kiislamu upo, upo wapi? wapeni wa Palestina tone la matirioni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Anuru. E, hilo ni gazeti la Nuru. Lakini siku kumi za mchaka mchaka mum siku kumi za mchaka mchaka mum Bakwata Idi kesho Jumamosi, hiyo e, ni habari pia kwenye gazeti lako la Nuru e, linaendelea wiki nzima. Lakini gazeti la Tumaini letu linaandika ijue tofauti ya Pentekoste ya Kiyahudi na Kikristo maksimu asikiliza asikilizia dili heros. Lakini kampeni tegemezi kutumaini yazinduliwa kampeni e, tegemezi tumaini e, yazinduliwa. Viongozi 23 ht wafikishwa e, sekretariati ya maadili hiyo ni habari kwenye gazeti lako la tumaini letu. Pata nakala yako kwa kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye kurasa za mchezo, tunaanza na gazeti lako la habari leo linaandika wazee wa Simba wajibu mapigo, e, wazee wa Simba wajibu mapigo kocha soka la ufukweni afriki dunia, lakini stars imeimarika moroko asema E, Taifa Stars imeimarika lakini kwenye burudani Christian Shusho atangaza nia. Hiyo ni habari ukurasa 21 wa gazeti lako na habari leo kurasa wa mchezo. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika andika Mukwala azigonganisha Kaiza na RS Berkane, na Mukwala azigonganisha Kaiza na RS Berkane. Lakini wana michezo Zanzibar wamlilia Andolf Stars ya ilazimisha sare bafana bafana. Stars ya mtupia virago E, postil crew hiyo ni habari ya kimataifa ya michezo kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini bado kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo habari kubwa ni wana michezo Zanzibar wamlilia Adolf. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo lenye kwenye michezo linaandika sikukuu ya Idi, kumradhi inasema Musa Nua e, na Kamara mbioni kutua Yanga. Hawa ni nyota wapya wasadikika kutua e, Jangwani ni Musa Nua na Kamara mbioni kutua Yanga. Hiyo ni habari inaendelea kwenye kurasa mchezo ukurasa wa ishirini na nne pate na kale yako kwa habari kwa kinam. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lejeni na habari kubwa kwenye kurasa mchezo inasema alinusuru prisoni, huyu hapa Gazeti la Mwanaspoti inasema aliyenusuru prisoni huyu hapa, siku saba za maajabu ya Dabi ya Kariakoo waliopo Stars warudishwa Dar es Salaam. Lakini ni Soa au Steven Mkwala mbio eh, za vitanda si mchezo eh, mbio za vitanda si mchezo eh, ikionesha wadau wakiwa wamelala na wengine wakiwa wameshika kwenye nguzo za vitanda wakikimbia navyo e, lakini bado kuna habari kubwa inayosema siku saba za maajabu ya dabi waliopo Stars warudishwa Dar es Salaam. Lakini habari picha ikimwonesha eh, huku kuna kocha Fadu, eh, Muhammad Useni, eh, na Kibu Dennis, lakini habari picha kuna jobu pamoja na Baka, pamoja na kocha wao wa Yanga. Asanteni kwa kwa a aao usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.